Kama wewe ni mkaka au hujaoa na unatokea kwenye familia ambayo mama yako yupo kwenye ndoa mpaka sasa, lakini unajua kabisa baba yako alimpiga matukio ya kutosha mama yako, lakini mama yako yupo mpaka umri huo umefika wa kuoa. Au wewe ni mkaka unatoka kwenye familia ambayo mama yako ni singomaza lakini hana biashara yani ya kumkibize, yani ana biashara ndogo ndogo tu ambazo haziumizi kichwa sana, hazitumia akili sana, yani kiasi kwamba malezi ya kukulea wewe amepambana sana, yani ametoili, ameumia sana. Yaandae kwa mambo haya yafuatayo. Kwanza, wewe unayetoka kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo familia ambayo inandoa na unajua, kwa sababu babako alimpiga ali matukio mamako ya maana, kiasi kwamba ingekuwa mama mwingine angeshaondoka, jua kwamba mamako alibaki kwenye hiyo ndoa kwa sababu ya nyinyi watoto na upendo wake ulihamishwa kwenu nyinyi watoto, hasa nyinyi wa kiume. Tarajia mambo haya. Mama yako atakuchagulia sana wanawake. Na wewe ambaye umetoka kwenye hiyo familia ambayo ni single mother, na mama yako hakuwa na kazi ambayo inamuumiza akili, yani kama tu biashara ni tudogodogo, tule, sio tumeuza genge, sio tumefanyaje, sio kwamba na biashara kubwa, au ana kazi ile ya kuumiza, inatumia akili kubwa nini, na amepata shida sana kukulea, tambua kwamba atakuchagulia sana wanawake utasikia huyu umeza umemzalisha, lakini usimoe. Ana elimu kubwa, atakusumbua huyu, sijui ametoka familia fulani, atakusumbua. Ninaomba uwe makini sana na hilo, kwa sababu vijana wengi wanaotoka kwa uwa wanajikuta wameharibikiwa wanakome wanaharibu sana maisha yao na wanajikuta awatengenezi familia iliyo bora, kwa sababu kwanza wanajikuta wanazalisha wanawake, anamzalisha huyu, akitaka muoe, mama anatoa opinion hizi, anamwacha anataka kumchukua huyu, atambiwa, oh, kabila lako, atam, wakabila lako atakutana na majanga haya, kwa hiyo bila kujua kwamba anafanya vitu kumridhisha mama na yeye anajikuta anaharibu uzao wake k mvulana unayetoka kwenye familia kama hiyo na unaona unakutana na changamoto hii inayozungumza, mimi ingia kwenye maombi. Hata kama hujui kuomba, wewe ni wa dunia sana, wewe unachukua hata sadaka, mwambie Mungu nisaidie. Usimkatarie mama kiujeuri, kwa sababu kwanza ndani yake kumejaa uchungu. Tena huyo ambaye yuko kwenye ndoa ndo mbaya zaidi, maana ndani yake kumejaa uchungu mkubwa na yeye refu yake ni wewe. Sasa unataka kutoka kwenda huko ukaanzishe familia, kwa anajaribu namna anahisi yeye, naona kama yuko na ha kwa bahati mbaya, huwa wajui kama wanakosea kwa sababu ya kile kitu kilichopandikizwa ndani yao. Hawajui kama wanakosea, wanahisi wanawasaidia watoto wao, lakini kwa kijana asiye makini kama usipoingilia kati na kusema Mungu nisaidie, au ukaongea na mama yako kwa upole, kwamba mama, sawa mwanao binti unasema labda ana elimu kubwa atanisumbua, au unaona kwamba anatokea familia ya watu wenye pesa atanisumbua. Lakini wapo wengi wameoa familia maskini na bado wanawake wakawasumbua, na bado kuna watu wameoa watu ambao hawana elimu na bado wamewasumbua. Kwa hiyo ongea na mama yako kwa hekima, alafu ingia kwenye ku toa hata sadaka ikiwezekana, Mungu aingilie kati ili uweze kuanzisha maisha yako. Bila hivyo utapita majanga ya mahusiano na kuja kutamaki, utakuta unaoa mwanamke kwa kumpendezesha mama yako, alafu wewe ndio utakao umeharibu mfumo wa maisha yako, kwa sababu mwisho wa siku wanaume kama huo wanajikuta wana watoto wa nje wengi sana, kwa sababu ya kuhakikisha wanampendezesha yale ma manini machaguo ya mama zao, kumbe wasijue kwamba mama hana ile hali ya kupendwa ndani yake, hana ile hali ya kusaminiwa ndani yake, kwa hiyo ndani kumejawa uchungu. Ule uchungu anajikuta anautoa kwa namna ya kuhisi, anatengeneza kwa mtoto wake, kumbe anaharibu. Kwa hiyo kuwa makini sana, kijana unayetoka kwenye hizi familia mbili.